Uteuzi wenu umezingatia masharti ya kifungu cha 76 cha sheria ya uchaguzi wa rais wa bunge na madiwani namba 1 ya mwaka 2024. Kwayo maana yake hakuteuniwa kwa bahati mbaya, umezingatia vigezo vyote. Lakini pia ni vema mkatambua kwamba kwa, kwa kuzingatia masharti ya ibara ya 74 kifungu kidogo cha sita ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka, mwaka, mwaka 1977 Tume Huru wa Taifa ya Uchaguzi ndio yenye jukumu la kusimamia na kuratibu uendeshaji wa uchaguzi wa rais wa bunge pamoja na madiwani wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya madiwani kwa, kwa Tanzania Bara, na kwa kuzingatia niliyoeleza uh, hapo awali kwamba ndugu, ndio hapa mmeteuliwa kwa mujibu wa sheria, na tangu tarehe ya uteuzi wenu mnao wajibu wa kikatiba na kutekeleza majukumu ya uchaguzi wa rais wa bunge pamoja na madiwani kwa niaba ni ya tume katika vituo mtakavyopangiwa. Maana yake ni nini? Kama ukimesaini ile mkataba ule wa ajira, tafsiri yake wewe kutoka sasa hivi ni mtumishi wa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. Sawa jamani? <coughs> Kwa maantikio sasa mnategemewa kuzingatia sheria kanuni na maelekezo mtakayopewa hadi hapo apo utakapokamilisha jukumu la uchaguzi. Naomba nisisitize ukazingatie sheria, kanuni na taratibu nitakazopewa, sawa. Usifanye yeah, e, jambo nje ya maelekezo. Bat mzuri nimepewa hivyo vitabu vidogo na maelekezo yote, lakini kama kuna kitu haukielewi kuna wasiliana na msimamizi wako wa jiu wa kata pale, au wa uchaguzi kama namba yake na mtu mwingine yeyote anayetoka Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. Sasa yako mambo ya kusisitiza, yako mambo ya kusisitiza, ili tunapoenda kufanya kazi hiyo tuyafanye kwa umakini. La kwanza wote tunafahamu kuwa uchaguzi ni mchakato. Kwa hiyo uchaguzi unahusisha au unajumuisha hatua na taratibu mbalimbali za kikatiba na sheria ambazo hupaswa kufuata na kuzingatia hasa katika ngazi ya kituo ambapo mchakato wa kupiga kura na kuhesabu huendeshwa na hatimaye matokeo ya uchaguzi uh, kutolewa. Sasa taratibu hizo au hatua hizo ndio za msingi kwenye uchaguzi huru na wa haki, na hatimaye kupunguza au kuondoa malalamiko kwa namna yoyote au vurugu. Sasa nyinyi ndio watu wa kwanza kwenye kile kituo, maana nyinyi ndio mko reception, tunategemea watu wawe <tis> hey, <tis> <watisha watenye> <tis> hey? hey, na sura za tabasamu. Ndio. Si ndio jamani? Eh, hapo naangalia sio, ni sura za tabasamu, utawatisha wateja wetu. Eh, nyinyi ndio mko kwenye reception, tunategemea mtakuwa na sura za tabasamu ili mpiga kura apate maelekezo yanayotakiwa. Kwa nachukua fursa hii kuwaasa kuwa pamoja na uzoefu uh, ambao baadhi yenu mnao katika uenyeshaji wa uchaguzi, lakini msiache pia kusoma Katiba na sheria na miongozo kama vilivyosema, ili usijie ukaaribu maelekezo yanatofautiana. Niwezekana ululifanya uchaguzi ule uliopita ishirini ishirini, lakini mwaka huu kuna vitu vingi vimeboreshwa, kwa pamoja na maelekezo haya ya mgomo, lakini pia mpasome yamaftabu ili mpate uh, kujiedumishe zaidi. Uh, ingine jiepushe uh, kuwa vyanzo vya malalamiko kutoka kwa vyama vya siasa na bati mzuri. Kwenye kila kituo kutakuwa na askari, si ndiyo? wa uchaguzi eh. Kama kuna mtu wa chama cha siasa amekuja hapo ana behave au anafanya vitu ambavyo tofauti na maelekezo, toa taarifa mapema. Hatutarajii na wala kutegemea kupata migogoro kwa kwenye vyama vya siasa. Maelekezo yako wazi, mtu akija akishapiga kura yake aende nyumbani akasubirie matokeo. Tafadhali tunaomba usiwajibike kwa mamlaka nyingine yeyote. Kama una mambo yako, una nini, umekula hapa kiapo, kuna mangapi, namba sita ya kutunza siri, sawa? Jamani, ile ndio ushahidi wetu kama mtu ametoa siri lakini alikula kiapo mahakamani. Mahakamani unakuwa ni mtumio wetu, hala umetoa siri wakati umekula kiapo yeah. Na mbaya zaidi kama kawaida umekula kiapo mbele ya Mheshimiwa Rais, una cha kujitetea. Ah, uh, kwa mantiki hiyo pia, jambo la tatu, taarifa zozote za uchaguzi zinapaswa kutolewa kwa tume kupitia kwa msimamizi wa uchaguzi na sio vinginevyo Mtu yoyote asikuombe taarifa na husiana na uchaguzi, na usitoe taarifa yoyote kwa mtu mwingine yeyote isipokuwa kwa msimamizi wako wa kituo pale ulipo, wale watatu nawataja, au msimamizi wa uchaguzi ngazi ya kata au afisa wa uchaguzi au msimamizi wa uchaguzi ngazi ya jimbo, pamoja na wale wengine. Naomba nisisitize, kipengele hiki ni muhimu kweli, usitoe taarifa za uchaguzi kwa mtu ambaye